Mamlaka nchini Russia zimeripoti shambulio kubwa la droni za Ukraine yaliyolenga kituo cha anga cha Engels katika mkoa wa Saratov usiku wa kuamkia leo Alhamisi Machi 20, 2025. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema kuwa katika mashambulizi hayo imefanikiwa kuangusha droni 54 za Ukraine katika eneo hilo. Na nukuu, Saratov na Engels leo zimekumbwa na shambulio kubwa zaidi la droni kwa wakati wote, ameandika Gavana wa mkoa wa Saratov, Roman Busargin kwenye akaunti yake ya mtandao wa Telegram, mwisho wa kunukuu. Busargin amesema kuwa moto liteketeza uwanja wa ndege na takriban nyumba 30 ziliharibiwa vibaya katika eneo hilo. Madirisha pia yalipasuka katika hospitali ya karibu na ambako mwanamke mmoja alijeruhiwa pamoja na na shule shule mbili za chekechea na shule moja ya upili. Kamandi Kuu yaikuhusika na shambulio hilo kupitia chapisho lake la mitandao ya kijamii ikisema kuwa operesheni hiyo ilikuwa ushirikiano na Huduma ya Usalama ya Ukraine na Kikosi Maalum cha Operesheni cha nchi hiyo. Na nukuu, moto milipuko na milipuko wa pili wa silaha vilirekodiwa katika eneo la uwanja wa ndege. Kituo hiki cha kijeshi kinatumika na anga ya wavamizi Yaani Russia hususan kwa kuzindua mashambulizi ya makombora dhidi ya Ukraine na mashambulio ya kigaidi dhidi ya raia, tutaendelea kushambulia, imesema taarifa ya jeshi hilo, mwisho wa kunukuu. Kituo cha Engels kiko umbali wa zaidi ya maili 465 kutoka mpaka wa Ukraine. Na ni kituo kikubwa cha anga cha mabomu cha kimkakati ambapo ndege za kivita za Russia zimekuwa zikiendesha mashambulizi ya makombora ya masafa marefu tangu vita vya miaka mitatu kuanza kutokea eneo hilo. Kituo hicho kimeshambuliwa mara kadhaa na Ukraine ikiwa ni pamoja na shambulio la hivi karibuni lililotokea Januari mwaka huu. Mkuu wa kituo cha kupambana na upotoshaji wa habari kinachofanya kazi chini ya baraza la usalama wa taifa na ulinzi wa Ukraine Andrei Kovalenko amechapisha video inayodaiwa kuonyesha shambulio hilo kwenye mitandao wa Telegram ikionyesha moto ukiwaka usiku wa manane. Katika video hiyo ameandika maandishi yanayosomeka Engels ya Russia. Picha za video zilizopigwa kutoka jengo refu la makazi huko Engels zinazosambaa mitandaoni pia zilionyesha moshi mkubwa ukipanda kutoka mwelekeo wa kituo hicho cha anga. Kovalenko alisema shambulio hilo liliangamiza hifadhi ya makombora ikiwa ni pamoja na makombora ya KH 101 Idadi halisi haijulikani, itajulikana baadaye, aliandika. Hiki ndicho kituo kinachohifadhi idadi kubwa zaidi ya makombora yanayotumiwa na ya, na anga ya kimkakati kushambulia Ukraine, ameandika Kovalenko. Kwa ujumla, wizara ya ulinzi ya Russia imesema imefanikiwa kuangusha droni 132 za Ukraine katika mikoa saba ya Russia ama inayodhibitiwa na Russia, kuanzia Jumatano usiku hadi Alhamisi asubuhi. Wakati huo huo, mamlaka za Ukraine ziliripoti mashambulizi makubwa ya anga ya Russia dhidi ya mji wa Kropinevski katika mkoa nchini Ukraine, huku milipuko zaidi ya 30 ikiripotiwa. Gavana wa eneo hilo pia alisema kuwa Russia ilizindua shambulio kubwa dhidi ya mji wa mashariki wa Kupianski karibu na mstari wa mbele wa mapigano kati ya vikosi vya pande zote mbili za mzozo huo. Walisema kuwa takribani mabomu 20 yalishushwa katika mji huo ndani ya saa chache na kusababisha kifo cha mtu mmoja na mwingine kujeruhiwa. Jeshi la anga la Ukraine lilisema kuwa Russia ilirusha droni 171 dhidi ya Ukraine usiku huo, ambapo 75 zilidunguliwa na 63 zilipotea njiani bila kusababisha uharibifu. Na nukuu, mikoa ya Kirovoharadi na Sami na Doneski ilishambuliwa na Russia, ilisema taarifa ya jeshi hilo la Ukraine. Mashambulizi ya Russia dhidi ya Ukraine licha ya matamko yake ya propaganda hayaachi amesema Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, kupitia akaunti yake ya mtandao wa Telegram. Kwa kila shambulio kama hili Warusia wanauonyesha ulimwengu mtazamo wao halisi kuhusu amani, amesema Zelensky, mwisho wa kunukuu. Mabadilishano hayo ya mashambulizi yamekuja muda mfupi baada ya Rais Donald Trump kuzungumza na Zelensky, ambapo Zelensky alikubali kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati na ya kijeshi kwa siku thelathini, makubaliano ambayo pia yaliidhinishwa na Rais wa Russia, Vladimir Putin kisha baadaye kukanusha kuwa hajajadiliana na na Trump kuhusiana na swala hilo. Usitishaji huo wa, wa sehemu yanalenga kuwa hatua ya kwanza kuelekea kupunguza mapigano na kufanikisha makubaliano ya amani, maofisa wa marekani wamesema. Trump alieleza mazungumzo hayo kama mazuri sana katika chapisho lake kwenye mtandao wa Truth Social, na nukuu, sehemu kubwa ya mazungumzo ilikuwa juu ya mawasiliano iliyofanya jana na rais Putin di kuanisha matakwa na mahitaji ya pande zote mbili, tupo katika mstari sahihi. Amesema Trump, mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, mashambulizi ya masafa marefu kutoka pande zote mbili yameendelea licha ya mazungumzo hayo mapya kati ya pande hizo. Hivi ndivyo usitishwaji wa mapigano wa Putin unavyoonekana, amesema Andrei Yelmak ambaye ni mkuu wa ofisi ya Zelenski kupitia akaunti yake ya Telegramu, akiwa na picha ya uharibifu wa uliosababishwa na shambulio la anga la Rusia dhidi ya mkoa wa Kroponiski usiku wa kuamkia leo. Rusia inafurahia kushambulia raia, Amesema kiongozi huyo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.